Uh, mambo vipi, karibu tena katika channel ya kopendwa ya FEABOY kwa update zote kuhusu ajira elimu, pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia ya simu yako ya mkononi. Katika video ya leo, utakwenda kuangalia Advanced Certificate of Secondary Education Examination timetable. Hii hapa ni ratiba ya mtihani wa taifa kidato cha sita 2026. Ratiba hii imeweza kutoka leo na masomo yote ni kama jinsi ambayo imeainishwa katika ratiba hii. Kwa hiyo hakikisha unaipata ratiba hii na kuisoma vizuri pia uweze kuelewa. Mtihani huu utaanza siku ya Jumatatu tarehe nne mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na sita tarehe nne mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na sita na kuisha siku ya Jumatatu 25 mwezi wa 5 2026, ambapo itaishia somo la mwisho ni chemistry 3C, ambayo ni practical. Huo utakuwa ni mtihani wa mwisho. Okay, kwa hiyo hakikisha unaisoma ratiba yako hii vizuri ili uweze kujua, na kama ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like na share video hii. Santeni na karibuni.